Na mtazamaji anayemsaidia kwa lugha ya ishara kwenye matangazo haya ni Yulanzale. Karibu tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Sasa hii leo tunaweza kuripoti kwamba mwakilishi wadi wa eneo la Kanyenyaini katika kaunti ya Murang'a, Grace Nduta amekamatwa, anazuiliwa na anahojiwa na maafisa wa polisi kuhusiana na sakata ya utekaji nyara wa mbunge wa Juja George Koimburi. Aidha, inaarifiwa kwamba Nduta anadaiwa kuonana na mbunge huyo wakati habari zake za kutekwa nyara zilikuwa zikisambaa. Imearifiwa ama polisi kwa sasa hivi wanachunguza madai ya kuwa Koimburi huenda alijiteka nyara mwenyewe ili kukwepa mtego wa kukamatwa kuhusiana na madai ya wizi wa ardhi. Familia na marafiki wa mwakilishi wadi wa Kanyenyaini Grace Nduta wameachwa na maswali chungu nzima kutokana na matukio ya saa sita mchana Alhamisi hii baada ya Nduta kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Kulingana na dereva wake, Nduta alipigiwa simu na mtu aliyetaka waonane katika mkahawa mmoja, ila walipofika hali ilibadilika. Mi nikakuja nikamdrop nika nikatoka, but kwa hiyo harakati ya kutoka kama 100 mita hivi ama 150 mita kuna gari nilipita hapo na nikaona hiyo gari imeteremsha vioo, na saa hiyo hiyo nikachukua simu nikapigia mheshimiwa, nikamwambia kuna gari nimeona hapo na imeteremsha vioo, wakaniangalia sana. Sasa nikamwambia ajiangalie. Sasa mimi kwenda enda kukaa ndo nikampigia simu, kasikia nika simu haingii. Ni hapa alifanya hima kuelekea katika mkawa huo na kuelezwa kuwa mwakilishi wadi huyo alichukuliwa na watu watatu walioondoka naye haraka. Kulikuwa na mmoja, mwenye saa alikuwa amempigia simu wapatane hapo kwa hiyo hoteli I think, saa huyo jamaa ndio akaita hao wengine. Na jamaa watatu hivi wakakuja, gari ikarudi ile, ile, ile, ile gari nilikuwa nimeona ikarudi, ndio ikamchukua jamaa zake, wakidai huenda alikamatwa kutokana na msimamo wake wa kisiasa, kwani ni miongoni mwa wafuasi sugu wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. Tunashuku ya kwamba wamemkamata kwa sababu ya kumleta Murang'a. Kwa hivyo kama ni siasa, siasa haijafika, siasa itakuja. Kwa upande wao, polisi wamedhibitisha kumhoji mwakilishi wadi huyo wakidai anahusika na sakata ya mbunge wa Juja George Koimburi aliyedai kutekwa nyara, madai ambayo polisi wamekana na kusema alijiteka nyara. Haya yamejiri huku polisi wakiomba mahakama siku 15 kuendelea kuwazuilia washukiwa watatu waliokamatwa hapo awali. Mahakama itasikiza kesi hiyo Ijumaa hii. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.